Sio vile, dhikri ni moja katika ibada adham adham adham, bali mtu kama hadhikiri pepo haipati. Lakini wewe pangine umewahi kuona watu wasiojua kudhikiri, na kwa kuwa ile wasiojua kudhikiri nao wanaita dhikri, ndio ukaona ikiwa hivi, bora nikacheza tokomili, ikiwa hivi bora ni shirikiani na Diamond ikiwa hii, maanake utakuta hakuna ile. Jamani, wadhkuru llaha, kitenzi hapa kipo na ni cha kuamrisha, wadhkuru Allaha, na mtajeni Allah, mkumbukeni Allah. Kwa hiyo kitendo chenyewe ni kukumbuka, kitenzi chenyewe ni kutaja. Nani anayeamrishwa atende kitendo hichi? Ni Mwislamu, sawa sawa. Kitendo chenyewe ni kukumbuka, kutaja. Mtendaji ni nani? Ni Mwislamu, anatakiwa ataje, amtaje, amkumbuke. Mkumbukwa ni nani? Ni Allah. Wadhkuru Allaha, namkumbukeni Allah mtajeni Allah. Sasa wewe pale ogelea utakavyo, ukiona iwe Qur'an kwa sababu ni afdhalu dhikri, ikiwa kudhikiri kwako ni kusoma Qur'ani, ikiwa kudhikiri kwako ni kuyarudia, rudia majina ya Allah matukufu yenye baraka na yenye khawasi. Na siku hizi alhamdulillah, asmaullahi alhusna yanaprintiwa hata kwenye peji wingine za mwisho mwisho zile za misahafu yale 99 ambayo Allah mwenyewe ameagiza una yako una majambo yako. Walillahil asmau alhusna, Allah ni yake yeye, majina mazuri, majina yaliyotukuka, majina yenye khawasi, majina yenye baraka. Faduhu basi, muombeni huyo Allah biha, kwa kupitia majina hayo wewe unataka riziki, rudia ya razaq. Wewe unataka kuhifadhiwa na kulindwa na vitimbi vya hao jamaa zako, rudia ya hafidh ya raqib. Kuna mtu anakutambia na kujivataanijua, mimi taraddadi na neno ya mutakabbir. Walillahil asmaul husna. lhusna ni yake yeye Allah majina mazuri mazuri yaliyotukuka na majina ya Mwenyezi Mungu ni mengi hakuna anayejua idadi yake ila ni yeye lakini kwa huruma yake kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametujulisha haya 99 hata 99 tunayajua wapo wanaweza kuyahifadhi wapo wanaweza kuyasoma kwa kuyaona tu kwa sababu yana yamechapishwa sasa anasema walillahi lilahi asmaul husna, Allah ni yake yeye, majina mazuri, majina yaliyotukuka, majina yenye power, yenye nguvu, yenye hawasi. Sasa baada ya hapo nini kinachofuata? Faduuhu, basi muombeni. Ni nani katika sisi ashathubutu, mwenye shida aje aniombe mimi hapa, kama unavikia pesa nini, ukijua ana shida mtu ambaye aambie mimi sipo kama umeanza kumuona wewe. Sio tunavyoishi jamani. Kama umeanza kumuona unawaambia, akija mbele nisipo, labda ibadilike bwana mzee yupo hayupo. Basi akija mbele yule mtu alikuletea hela zako mwambie nipo. Sio tunavyoishi jamani, lakini Allah hafananishi na chochote, tofauti kabisa. Anasema fa, wale wanaojua muundo na fasihi ya lugha ya Qur'ani wanajua kwa nini kuna fa Hakusema walillahi al-asma'ul husna uduhu fa, basi muombeni. Kama kweli siriasli mna shida, mwombeni faduuhu, basi muombeni ya Allah biha, kwa kuyatumia haya. Mwenyewe anajua ameweka pawagani kwenye vitu hivi, anajua alivyoficha faduhu biha. Sasa wewe ukiona hata sio haya, ntaomba mengine shauri yako, lakini huyo hatukatazi na hatuna mamlaka hayo, lakini hapa ni wazi kabisa, amesema yeye ana majina yake hayo. Hivi ndugu yangu, unasulia ya simu unatumia simu na, simu mtandao gani tigo, tigo. Na kodi namba yako ikoje? inaanza abai, ukianza inaanza sifuri nane moja nne unafikia. Basi nadhani jibu limepatikana yeye ameweka hizi basi, faduuhu biha, basi mwombeni kupitia hii. Sasa hii ndio kodi namba yenyewe. Unataka kupitia wapi mpaka ufikie huko? Kama una mapito mengine, ahlan wa sahlan. Sasa hapa anapokuja akitwambia